Viwango vya elimu nchini sasa vinatarajiwa kuimarika kwa kiasi kikubwa. Hii ni baada ya sekta hiyo kupokea mgao mkubwa zaidi katika bajeti ya shilingi trilioni 4.2 iliyosomwa na waziri wa fedha John Badi Alhamisi. Sekta ya elimu ilitengewa shilingi bilioni mia saba na mbili nukta saba. Kiwango kilichoongezeka kwa asilimia kumi na moja nukta saba. Ikilinganishwa na mwaka elfu mbili ishirini na tatu elfu mbili ishirini na nne. The education sector plays a vital role in economic development by enhancing human capital, driving innovation and improving productivity. To this end, the government continues to invest Uh, in education to raise learning outcomes and ensure equal opportunities for all. Mr. Speaker, I have proposed a total allocation of 702.7 billion to the education sector, which is almost 28% of our entire budget. Baadhi ya sekta za elimu zilizohesabiwa kunufaika kutoka kwa mgao huu ni ikiwemo Elimu ya msingi bila malipo ambayo ilipata shilingi bilioni saba, mgao huu ukishuka kwa asilimia ishirini na tatu ya mgao wa mwaka jana ambayo ilipata bilioni tisa nukta moja. Elimu ya sekondari bila malipo ikipata shilingi bilioni hamsini na moja nukta tisa pia ikishuka kwa asilimia 16 nukta moja ya mgao wa mwaka jana ambayo ilikuwa shilingi bilioni 61.9. I have proposed an allocation of 7 billion for free primary education. Tume ya kuajiri walimu nchini TSC, ikipata mgao wa shilingi bilioni 387.2, asilimia hii ikiongezeka kwa asilimia 8.1 ya mwaka jana ambayo ilikuwa bilioni 358.2. Na kwenye mgao huu wa TSC shilingi bilioni 7.2 zimetengwa kukabiliana na swala la kuajiri walimu huku milioni 980 kutoa mafunzo kwa walimu katika mfumo wa CBE. This will include an allocation of 387.2 billion to the Teacher Service Commission. The allocation for TSC will include 7.2 billion for recruitment of intern teachers and 980 for capacity building of teachers on competence based Uh, education curriculum. Madai ya serikali kukosa kuwekeza pesa za kutosha kwenye mitihani ya kitaifa, waziri alidokeza kuwa sekta hii imetengewa shilingi bilioni 5.9, na hili kuhakikisha wanafunzi wa wavi vyuo vikuu wanapata ufadhili. Sekta hii imetengewa shilingi bilioni 41.5, nyongeza ya asilimia 18.5 ya mgao wa mwaka jana ambayo ilikuwa shilingi bilioni 35. I have also proposed an allocation of 5.9 billion for administering the national examinations, 41.5 billion to the Higher Education Loans Board and elimu ya sekondari msingi ikipata mgao wa shilingi bilioni 28.9, kiwango hiki kikipungua kwa asilimia 5.8 ya kiwango cha mwaka jana ambayo kilikuwa shilingi bilioni 30.7. Aidha, mpango wa chakula shuleni haujasazwa nyuma, kwani umepokea shilingi bilioni tatu. 28.9 billion for junior secondary school capitation, 3 billion for the school feeding program. Mary Kialo, Makala ya elimu na Undugu.